Saka. Ama zinakwaza au zinachagiza kuhakikisha kwamba pande zote mbili zinanufaika, maana lazima kila anayeshughulika apate faida. Yuko mtu mmoja anaitwa ana Suleimani, mnamfahamu, aliandika kitabu chake akasema, in all labor there is profit, katika kila kazi kuna faida. Yani ili iwe kazi, sifa ya kwanza ya kazi lazima kuna nini? Ndio maana tukazungumza tani milio, tani milioni 147 za sekta za nyama inayotokana na sekta hii ya ndege wafugwao sio kitu kidogo, lazima hizo zilete faida. Sasa kama watu wapate faida moja, inawezekana hizo contact na practices ambazo hao waliopo katikati ya kusimamia mnyororo wa thamani ikiwemo eneo hilo la madalali kama ulivyowazungumza, huenda inabidi tujifunze, tuone kuna nini ambacho tunaweza tukafanya ili kuhakikisha na wao kama kazi wanapata lakini hususan na ninyi mnaofuga na walaji wote wananufaika. Kwa hiyo ili tuangalie kwenye kanuni zetu jinsi zilivyokaa na namna gani tunaweza tukaliboresha bila kuathiri e, ile ecosystem ya soko. Pamoja na mafanikio yote tuliyoyapata katika tasnia ya kuku katika kipindi cha mwaka 2024 2025 20, 20, bado kuna changamoto ambazo zinatakiwa kutazamwa upya na serikali kama ifuatavyo kukosekana kwa mahali rafiki ya kutosha silos kwa ajili ya kuhifadhi mahindi yanayotumika kutengeneza chakula cha mifugo hususani kuku na kufanya upatikanaji, upatikanaji wa mahindi kutokuwa uhakika na kuchangia ongezeko kubwa la bei ya chakula cha kuku. Tanzania tuna msimu mmoja tu kwa mwaka wa kuvuna mahindi. Hivyo wakati umefika Wizara ya Mifugo pamoja na wadau kukutana na kuona jinsi gani tasnia ya mifugo itakuwa na, u, na uwezo wa kuhifadhi angalau tani laki tano za mahindi kwa ajili ya kutengeneza chakula cha, cha mifugo. Chakula chetu cha kuku ni ghali kwa vile watengenezaji wa chakula hicho hawana mahindi katika hifadhi zao, bali huenda kununua mahindi sokoni kila mara wanapotaka kutengeneza chakula. Hivyo tunaiomba Serikali iwekeze katika kujenga mahala ya kuhifadhia nafaka hususan mahindi na soya zitakazotumika katika kutengenezea chakula cha vyakula vya mifugo na samaki animal